huko? Nguo umeshapita huko, kazi nimeshakupa na mama. yeah, amesema okay. Yeah, ya mama ya mama nimbebe. Yeah. Paka nyumbani kwako. Nitambebea tu eh? Kwa upendo na kubebea. Paka nyumbani kwako kwenye mgongo wa rohoni. <laughs> <laughs> <laughs> Mama, sisi tunashukuru tuna mama. Mama, mi jina jinangu umenifahamu, nimekuambia naitwa Evod Mosesi Mkiza, mi ni mtendakazi pamoja na Kristo. nanaitamama angu unaitwa nani? na ekaeli mm, asante Mungu. jina moja tu, hapana. Mtoto wa jina moja mtoto wa jina moja hmm? tutuwa, jina Ha, hapo sawa yeah. <laughs> Ndio maana mimi nikakwambia naitwa Evod Moses Mkiza. Basi mimi nashukuru, nashukuru kuja kwenye kwenye ubarozi wenu na nashukuru kuwakuta, lakini pia tunapatikana kwenye ubarozi wa Mikaeli pale, ndio Mungu alitupa neema kuanzisha chuo. Ni chuo ambacho kama vile hakijaonekana kama kipo, lakini kinafanya kazi, kina kazi mbili kubwa sasa mama wangu, kazi ya kwanza kuhudumia jamii, kazi ya pili kufundisha jamii ili tuweze kujua jinsi ya kutembea na Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku, tuweze kuwaandaa hawa hawa wanaokuja kuja kuwa wakubwa, jinsi gani wanakuja kukua, ili waweze kuyakuta maisha sasa, wanavyotakuwa wayakute, sio wakuu mradi mradi sasa